Familia moja katika eneo la Ngor'ngoroi, eneo bunge la Marakwet Magharibi, kaunti ya Elgeyo Marakwet, inaomboleza kifo cha mpendwa wao aliyeuawa na umeme ulioandamana na radi. Kisa hicho kilitokea baada ya mvua kubwa kunyesha katika eneo hilo siku ya Jumamosi na kusababisha miti kumwangukia na kumuua mama mwenye umri wa makamo akiwa kwenye shughuli zake za kawaida. Watu wengine wawili walijeruhiwa vibaya.

ile miti ikaanza kutetemeka, tukaanza kusema tujiviche. Ilikuwa mvua mara ya kwanza before kidogo, kumbe si mvua tena, tukaona miti yote inakatika mahali tumekaa, inaanza sasa na upepo miti inaanza kuanguka, hadi tukapoteza mmoja wetu. Ukitazama hii miti iliangushwa na kitu yenye ujui, hii nguvu yenye ilikuwa hapa ni maajabu. Hii miti sote siliangukia huyu mama ni miti more than 20. Na uchuni kwa nini? Nilikuwa nimeenda kufanya kazi mahali pengine. Ni wakucha ni wakufika nyumbani. So kuwa nata na nikasikia tu kwa njiani. Kuna bibi yangu ime nini. Imevurukwa na mawingu na mavua